Kwa mimi ana unyama wake alikuwa ananipigia pasi fulani hivi za kudonyoa. Ah, bwana yule mtu hatari. Pakome popote ulipo. Mapacha tunakudai kaka. Eh, comment yako bwana, tuambie tukianzia na kwa kocha unamzungumziaje? Eh, Romania Force. Mpira nao kichwani, nikisema mpira nao mbinu zilizopigwa mule, inaitwa grass cutter na Malocco Mount Defain yaani kama unaujua mpira vizuri basi humu ndani umechezeka mpira leo. Mi nakwambiaje nafumba macho nikifumbua, goli. Nikifumba macho la pili, haijakawia goli, dakika sabini, mlishikilia dakika sabini, mpira umeuangalia wewe mimi, nitakanisusa unajua, kwa mpira uliopigwa mule, mi bado kidogo nijue sisi Barcelona. Nakwambiaje kwa Yanga hii niliyoiona, niitie timu yoyote unaijua wewe Muda huu tunaifunga kiufupi, mimi nakatisha, tunawataka hey, Simba hata leo usiku, brother brother, kwa mpira tulocheza ule hatuwezi. Ah, tuwezi dada, unaona mpira ule au wewe hujaona mua